Jina naitwa Enes Kijika ee, mi ni mchezaji wa Nyegezi Veteran, lakini vile vile ni kiongozi mstaafu ni katika Nyegezi Veteran. Kwanza niwashukuru ambao wamebuni e, mfumo huu kwa sababu veterani kama kumi ambazo tunashiriki hapa, kwanza tumetuwezesha leo kimetu, kufahamiana lakini mbali na kufahamiana tumetuwezesha kujenga afya kwa sababu mazoezi ni afya na ukiangalia mchezo unaochezwa hapa mingi ni yakiachoatutafuti ni ya, ni ya kwamba fulani aende wapi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri kwamba hivi katika utaratibu huu uendelee, lakini najua kwamba mwakani yawezekana kwamba yakawa na muonekano tofauti na, na, na mwaka huu, kwa sababu mwaka huu tulikuwa na timu kumi, lakini tumefali, tumecheza nyumbani na ugenini na leo ndio tunahitimisha hapa ni kwamba hivi kuna wachezaji wengine ambao tulikuwa tufahamiani kabisa lakini imefikia hatua mnaenda sehemu mnafahamiana na kumbe na huyu ni mchezaji e, niseme mfano tu kwamba mimi nilikuwa sijawahi kwenda Nyamohongolo nya kwenda kucheza kule, lakini vipo kufika kule, kuna watu ambao wanaishi Nyamohongolo kumbe tumefahamiana, kumbe huyu ni mchezaji mwenzangu e, kitu ambacho nilikuwa na washauri wafanye mapema ili wapate e, wadhamini wengi katika mchezo hii, kwa sababu kama tungekuwa na wadhamini mashindano haya yalikuwa yana, yana, yana, yana, yana, yangefahamika sana kwa sababu wadhamini wapo yawezekana, lakini kwa sababu ni kamati ipo basi, siku ingine wajaribu kutembea tembea kwenye mashirika ya umma taasisi za watu binafsi ili tupate nani wadhamini wengi, na, wa, na, na mashindano haya yatakuwa yana chachu sana katika miaka ijayo, kwa sababu sasa hivi inachezwa ina na wilaya tatu, wilaya Nyamagana wilaya Ilemela na Misungwi. Mimi nilikuwa na shauri kamati sasa ifanye utaratibu kuzitembelea wilaya zake zote. Kuna wilaya ya Magu, kuna veterani pale nyingi tu kama mbili tatu ambazo mimi nimewahi kucheza nazo. Kuna wilaya ya Ukelewe, nao kuna veterani. Kuna wilaya ya Sengerema na kuimba vile vile. Kwa hiyo sasa, kama wakisha wakishaandaa utaratibu ule, ili kujitangaza vizuri, hata kama tukitaa kwamba tunaingia kwenye ligi ya veterani ya taifa, sasa tunajua kwamba tunaanzaje. Lakini vile vile ni washauri tu kwamba hivi katika uandaaji huu, kama wakitembea, watembee na viwanja husika kwa sababu katika viwanja kuna sehemu nyingine ambayo tuna uwanja lakini ukifika pale ni nitof, tofauti na viwanja ambavyo tunajua tuna, kwamba hivi vinachezea na wachezaji. Kwa sababu ukiangalia umri wetu ni mkubwa sasa, ukikosea sehemu kwa kweli inakuwa shida. Kwa hiyo sasa niko na washauri ee, wandaaji au kamati yenyewe husika basi jaribu kutembelea katika wilaya zote ambazo umezitaja ili navitendea navi, navi kazi kama viwanja basi wavitembelee. Mimi naitwa Bwana Yusuf Salum Kapoko. Mimi ni mchezaji wa Nyegezi Veterani. Haya mashindano yanakutanisha watu wengi, vile vile tunajenga afya zetu, muone bila kuwa na mazoezi mpaka hivi sasa. Mimi umri usingekuwepo, kuna wenzangu ambao nilikuwa nimeanza nao waliacha kufanya mazoezi nanamishafali kudumia. Kwa hiyo mazoezi ni dawa, kinyume cha kidongo. Vijana chiucheze, na washauri wafanye mazoezi, wache kucheza pumu Mwona, wache kucheza karata. Ushauri wangu mimi ni huu, wafanya mazoezi na kujituma mazoezi. Utapofanya kwanza, unalinda afya yako, pilipili unakuwa na nani na fedha za serikali za umma. Mwona, habari ndio hiyo.